iano na utangamano wa kitaifa sasa inasema imeanzisha harakati za kumwita gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kujieleza kuhusiana na matamshi yake kuhusu kifo cha hayati Raila Odinga. NCIC ikikosoa matamshi ya gavana huyo ikimtaka aombe radhi. Haya yanajiri huku baraza la magavana likijitenga na kauli ya gavana huyo ikitangaza kumtimua kama naibu mwenyekiti wake. Wili Lusigi ana taarifa hiyo kwa kina. Kauli ya jioni ya Jumanne ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga iliyotafsiriwa kuwa ya kudunisha na kushabikia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga sasa imemponza. Hii ni baada ya kushutumiwa vikali kutoka kila pembe ya taifa na Wakenya wenye ghadhabu Kambi Kando na kushtumu matamshi hayo tume ya utangamano wa kitaifa NCIC kupitia mwenyekiti wake Daktari Samuel Kobia imesema imeanzisha mchakato wa kumwagiza gavana Kahiga kutoa maelezo kuhusu matamshi yake na kusistiza kuwa atabeba msalaba wake mwenyewe. Tume hiyo pia imewaonya viongozi kujiepusha na matamshi yanayoweza ya kusababisha mgawanyiko. Nalo baraza la magavana nchini limepiga kura kwa kauli moja kumtimua gavana Kahiga kama naibu mwenyekiti wa baraza. No baraza hilo pia liliomba radhi kwa familia ya Odinga na kusisitiza kuwa matamshi ya Kahiga hayawakilishi msimamo wa baraza hilo wala magavana wengine, likiwataka viongozi kuwa na midomo mifupi. These utterances, which were untimely, reckless, and unspeakable. Naibu Rais Kithure Kindiki alielezea masikitiko yake kutokana na matamshi hayo na kuwaonya viongozi dhidi ya kutoa kauli zinazoweza kusababisha migawanyiko nchini. Alitoa wito kwa Wakenya kumpa hayati Odinga heshima anayostahili hasa katika siku za maombolezo wale ambao wanaongea maneno ambayo yanaweza kuleta mvutano baina ya wananchi tunawaambia kwa heshima kubwa wawache. Indiki alisisitiza kuwa mazishi ya kitaifa aliotunikiwa Raila yalionyesha mchango wake mkubwa kwa taifa akiwataka viongozi kuweka kipaumbele katika amani, maendeleo na umoja badala ya siasa za mgawanyiko na uhasama. If you don't respect the person, Respect the country for which he worked, respect his family. Respect the values he stood for. Willie Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi. Are you too nirobi